Jamii ya Wachangamwe imeshinikiza kutambuliwa na kupewa fursa sawa katika serikali ya kaunti na serikali kuu sawa na jamii zingine kote nchini. Akizungumza katika kilele cha tamasha la utamaduni wa jamii hiyo, mbunge wa Changamwe, Omari Mwinyi, ameelezea kusikitishwa na hatua ya kutotambuliwa kwa jamii hiyo katika hafla iliyoandaliwa katika ikulu ya Nairobi hivi majuzi, hii ikiwa ni sherehe ya tatu kutoka tuanze na lengo waziri, ni kwamba tunataka kila mmoja ajitambue na pia vile vile tuweze kutambuliwa. Hili taifa la Waswahili lipo, lakini limesahauliwa. Sasa tukasema hata sisi wenyewe tumejisahau pia, ndio tumesema tuanze mambo kama haya, tujikumbushe kwa sisi tuko alafu tuwakumbushe watu wengine pia sisi pia tuko pia vile vile Juzi nilikuwa State House, juzi katika ile tamasha ile iliyoandaliwa na rais. Nikasikitika Bwana Waziri. Watu wote wakatajwa, wale indigenous wale, si marginalized, lakini sisi hatukutajwa. Na sisi tu indigenous, tena tuko marginalized, tena ni small community. So nataka kumpata rais, mwambie Waswahili uliosahau na wamenituma ukumbuke kuwa wao pia vile vile wako Wakati huo huo Mwinyi ametoa wito kwa wakazi wa Changamwe na Mombasa kwa ujumla kuunga mkono serikali ya Rais William Ruto ili kuwezesha kunufaika na serikali. Sisi kama watu wa Changamwe tumezungumza na tumeweka vichwa vyetu chini, tukaangalia siasa vile tumepeleka katika miaka yote ambayo tumekuwa katika siasa, tukasema this time round pale baba ametuacha, tunataka kubaki hapo ili tuweze na sisi kuunga mkono serikali kutoka haijaundwa ili kiundwa, sisi tuwe tuko ndani. Kauli hiyo imeungwa mkono na waziri wa michezo Salim Vurya, akiwataka wananchi kupuzilia mbali siasa za migawanyiko na chuki mimi na Joho tunakaa kwa meza ya maamuzi. Kama jambo halijakuwa sawa, ili umuhimu ni kulijua, tukishajua tunaketi kwa meza ya maamuzi, na hiyo meza ambayo tunaketi mwenyekiti ni Rais William Samoei Ruto. Sasa mimi nashangaa kama tutajitoa kwa meza hiyo, twende kubahatisha. Na mimi hata nauliza kwa kweli, hata wale ambao ni wapinzani, hata ukiwaangalia na matamshi, ukiwaangalia na historia zao, hakuna matumaini kwa mtu wa pwani. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa chama cha ODM amekariri kwamba kutakuwa na mazungumzo rasmi yatakayoanza mwishoni mwa mwezi Januari kuhusu msimamo na mtazamo wa chama. Mimi kama deputy party leader, msimamo wetu sisi kama chama cha ODM ni lazima hii Januari, hii Januari. Sasa, leo tarehe 28 29, 30, 31, tunaombea party leader pumzika, siku mbili. Ukimaliza ni lazima tuite Central Committee ya chama cha ODM, agenda iwe ni kupeana ruhusa chama cha ODM kianze mazungumzo ya kiubana ubana, na kuweza kuweka uwazi na wale ambao kwamba ni wa chama cha Rais Ruto UDA. Tukubaliane, hatutaki kuambiwa ile mambo ya come we stay, uu, tutapatiwa waziri mmoja, waziri wawili, ama huyu tupatiwe hiki, tupatiwe hiki. We need to sit at the negotiation table from now. Kando na hayo, viongozi mbalimbali akiwemo mbali mbunge wa Jomvu Badi Twali wamewahimiza shughuli hiyo ya kitamaduni kufanyika kila mwaka kwa ufadhili kutoka kwa serikali ya kaunti ya Mombasa, Gavana Abdusomad Sharif Nasi. Leo hii hii, ni awamu yenu ya tatu. Awamu mbili mulingang'ana peke yenu, lakini katika awamu hii Mheshimiwa Gavana ameweka shughuli ya wachangamwe katika annual calendar of event ambayo kuanzia wakati huu na wakati mwingine wote tuweko tusiweko, lakini County Government of Mombasa itasimamia shughuli ya Wachangamwe na itaendelea. Mpigeni makofi Mheshimiwa Gavana kwa hiyo kazi nzuri. Nikiripotia Bandari TV kutoka eneo bunge la Changamwe, kaunti ya Mombasa, langu jina ni Ramadhani Mwarua Nyae.